Unajua kwamba kula mayai mawili kila siku kunaweza kubadilisha mwili wako ndani ya wiki chache tu? Wengi hudhani mayai ni hatari kwa moyo kwa sababu yana kolesteroli. lakini ukweli ni kwamba kwa kiasi sahihi, mayai yanaweza kusaidia kupunguza uzito, kuboresha ubongo na hata kufanya ngozi yako ing'ae. Leo nitakuonyesha faida 15. Faida hizi 15 kubwa za kula mayai mawili kila siku, na namba ya 13 itakushangaza kabisa. Karibu tena mtazamaji na msikilizaji wa Yanayojiri Mitaani TV mahali tunapozungumzia lishe bora na afya ya kweli. Leo tutazungumzia moja ya vyakula vinavyopatikana kila pahali, lakini watu wengi hawajui nguvu yake, yani yai. Hebu tuone ni kwa jinsi gani mayai mawili kwa siku yanaweza kuboresha maisha yako kimwili na kiakili. Kwanza, faida kwa mwili: protini ya hali ya juu. Kila yai lina takriban gramu sita za protini kamili inayojengwa au inayojenga misuli, mifupa na tishu za mwili. Protini pia husaidia kujaza tumbo kwa muda mrefu. Unakula kidogo lakini unasikia umeshiba. Pili, husaidia kupunguza uzito. Watu wengi waliobadilisha kufungua kinywa kwa mayai walipoteza uzito mara mbili zaidi. Kulingana na tafiti, mayai hukupa nishati bila kuongeza kalori nyingi. Tatu. huongeza kinga ya mwili. Mayai yana madini kama selenium na vitamin D vinavyolinda mwili dhidi ya maradhi na kuimarisha mfumo wa kinga. Kwa watu wanaogua mara kwa mara, kula mayai ni msaada mkubwa. Nne, hupunguza kolesterol mbaya. Utafiti mpya unaonyesha kwamba mayai huongeza kolesterol nzuri HDL, ambayo inalinda moyo kwa kula kiasi kidogo mayai si tishio tena kama ilivyodhaniwa zamani. Tano, kuimarisha ubongo. Yai lina kolini, kirubutisho kinachosaidia katika kumbukumbu kumbu, umakini na kuzuia magonjwa ya ubongo kama Alzheimer al al al al hmm. Kwa wanafunzi na wafanyikazi ni chakula bora asubuhi. Mtazamaji na msikilizaji Yanayojiri Mitaani TV katika sehemu ya pili Faida kwa uzuri na ngozi, ikiwa tuko namba sita. Huimarisha ngozi. Biotin na vitamin A kwenye mayai husaidia ngozi kuwa laini isiyo na chunusi na yenye mwanga wa asili. Inasaidia pia kupunguza ukavu wa ngozi na mkunjo midogo. Saba. huimarisha nywele na kucha. Protini na madini kama zinki yanasaidia nywele kukua vizuri na kucha kuwa imara. Wale wanaopoteza nywele kwa wingi wanaweza kuona mabadiliko baada ya wiki chache. Nane usaidia macho. Mayai yana lutein na zeaxanthin, zina vioksishaji vinavyolinda macho dhidi ya mwanga mkali na maradhi ya uzee kama cataracts. Kwa hivyo ukitaka macho yako ya baki makini, usiache kula mayai. Tisa, husaidia ngozi kung'aa kwa asili. Asidi ya amino ndani ya yai huchochea utengenezaji wa collagen ambayo ni siri ya ngozi laini na, na kijana mtazamaji na msikilizaji yanayojiri mitaani TV faida kwa mfumo wa ndani ambayo ni hii ni sehemu ya, ya tatu namba kumi, kwa kupunguza uchovu. Mayai yana nishati ya asili kutokana na protini na mafuta mazuri. Ukila asubuhi, unakaa na nguvu siku nzima. Vitamin D na fosferas katika yai husaidia mwili kunyonya kalsium vizuri zaidi, hivyo kuimarisha meno na mifupa. Klolin kwenye mayai hulinda ini dhidi ya mafuta kupita kiasi, that fatty liver disease. Kwa wale wanaokunywa dawa nyingi, vyakula vya mafuta, hii ni kinga bora. Huongeza uzalishaji wa homoni nzuri kwa wanawake, mayai husaidia kuweka usawa wa homoni. Kwa wanaume, yanasaidia kuongeza nguvu za mwili na umakini. Husaidia usingizi bora. Mayai yana tryptofan, kirubutisho kinachosaidia mwili kuzalisha melatonin, homoni ya usingizi. Kwa hivyo kila yai jioni, unaweza kupata usingizi mzuri zaidi. Hupunguza msongo wa mawazo. Magnesium na vitamin B5 kwenye yai husaidia mwili kupunguza uchovu na kuimarisha utulivu wa akili.